Wakenya wanashusha pumzi kwa muda baada ya Mahakama Kuu kusitisha utekelezaji wa baadhi ya vifungu vya Sheria ya Makosa ya Mtandao na Uhalifu ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sheria hiyo ilizua hisia mseto, ilipata iliyozua hisia mseto, ilipata ridhaa ya bunge na Rais William Ruto kuitia saini rasmi wiki iliyopita. Ifahamike kuwa si mara ya kwanza kwa sheria hiyo kukosolewa na mashirika ya kiraia. Zaidi ni kutoka kwa Thelma Mwanzaya aliyeko huko Nairobi. Amri hiyo ya mahakama imetangazwa saa chache baada ya mwanaharakati Ruben Kigame na tume ya kutetea haki za binadamu KHRC kufika mahakama ya Milimani kuwasilisha malalamiko rasmi ya dharura. Kwa mtazamo wao, vipengele vilivyobadilishwa vinatishia moja kwa moja uhuru unaolindwa na katiba, ukiwemo wa kujieleza, haki za vyombo vya habari na mawasiliano ya kidijitali. Jaji Lawrence Mugambi aliyeamuru utekelezaji usitishwe kwa muda wa vifungu vya 27 kwanza b ishirini na saba cha kwanza cha na ishirini na saba cha pili vya sheria hiyo mpya hadi pale kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Ijapokuwa sheria hiyo ilitiwa saini siku ambayo Kenya ilimpoteza hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, jaji Mugambi alisisitiza kuwa hilo lilifanyika kwa kufuata muda uliowekwa kisheria na hakuna usiri wa hatua hiyo. Kulingana na waliowasilisha malalamiko hayo rasmi, vifungu vinavyozua hisia mseto havina tafsiri iliyo wazi, hali ambayo inatoa fursa kwa ukosoaji wa serikali kuwa uhalifu, kuvujisha taarifa na hata ukosoaji mitandaoni wa viongozi wa umma na sera siri za serikali. Kimsingi, endapo sheria hiyo itafanya kazi ilivyo, basi athari zake zitadhihirika kwenye wanaharakati, kwenye majukwaa ya kidijitali na uandishi wa habari za masilahi ya umma. Ruben Kigame ni mwanaharakati, mgombea wa urais mtarajiwa na mmoja waliowasilisha malalamiko mahakamani na anasisitiza kuwa utaratibu ulikiukwa. Sheria hii ingeingilia inge mno uh, na kubana matumizi huru ah, ya haya maeneo yote tarehe tano Novemba ndio itaamua kwamba kesi hii itasikizwa kama itawezekana kubana kile kipengele cha saba peke yake au sheria nzima kubanwa na kuondolewa bunge la chini lilipitisha sheria hii uh, bila kuiwasilisha kwa seneti. Ifahamike kuwa kifungu cha ishirini na saba cha sheria ya awali ya makosa ya mitandaoni kilishawahi kukosolewa na mashirika ya kiraia kwa kutafsiri kuwa uhalifu wa uchapishaji wa taarifa zisizo sahihi za kupotosha au kutatiza mitandaoni, maelezo ambayo yanaweza kutumiwa vibaya. Francis Owino ni mwanaharakati wa kundi la Vibes Tribe, la vijana wanaotetea haki za kiraia na kilio chao ni uwajibikaji. Seti hatuna enerji ya kuenda kwa barabara, but this time around tumeamua kutumia diplomasi, ndio tukuonyesha malilio yetu, but ukitusukuma itabidi tumejaza Nairobi na kitu itazaliwe izaliwe. Kesi hiyo imeratibiwa kupata mwongozo mpya tarehe tano mwezi ujao wa Novemba. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi.